Apa studio na wadau Augostine Yuda Nyang'ango ambaye ni meneja wa girls, Net, Tanzania Girls Netball Academy eh, academy ya wasichana ya, ya netiboli Tanzania, akiwamuonguzana na mwenyekiti wa chama cha mchezo wenyewe wa netball Devota Marwa. Kumradhi dokta, karibu sana. Kwanza nitoe pongezi kwako kwa kuwa kwa wadau wa kwanza rasmi kuwekeza katika mchezo wa netball ongera sana e, asante sana, asante sana. Hmm. Yeah. Hapana shaka Dokta ali matunda ya zile kelele tukuwa tunapiga hapa kwenye netball imeanza kulipa. Kulipa. Hmm. Kweli e, imeanza kulipa, tusikie zaidi kutoka kwa Agostini mwenyewe hii Tanzania Girls Netball Academy ni nini, iko wapi na ikoje na ina malengo yapi? ya kwa kuiweka clear ah, uh, ndio Tanzania Netball Girls Academy, lakini inaanza na jina la ten the view ah, uh, Girls Netball Academy, naanza jina ten the view. Okay, yeah yeah yeah, jina lake sawa, na na iko kituo cha academy kiko kiko Lamadi Simiyu. Kipo karibia kabisa na Bunda pale mpakani mwa Bunda na, na Lamadi, ndiko kituo cha akademi kipo. Ehe, sawa sawa. Na kilianza lini? kinaendeshwa vipi? utaratibu upi, makocha, mfumo wa, wa, wa. Namna mnavyo mnapata a wanafunzi na nini, tueleze kwa kile, kwanza kile kituo uh, kinataka kuanza rasmi kuwahozi watoto mwakani, ila kwa sasa tuna watoto ambao wanatoka mazingira ya pale pale maeneo ya Simiu, aa maeneo ya Bunda, mpaka wengine wanatoka hadi Mwanza kuja kufanya pale mazoezi na, <coughs> na kile kitu. kwa sasa hivi tunafanya tu mazingira ya pale na kile kituo kimeanza kujenga mwaka jana. Eh, eh, ila kulazimu kuweka watoto boarding na nini kitafanya kita, kita, kita mwaka mwakani, mwaka mwakani mwakani mwaka yeah, yeah, 2026. Sawa na hadi sasa eh, nimejaribu kuangalia kwenye brochure yenu ambayo mmeitoa mm, nimeona mna ratiba ya kwenda kukusanya vipaji eh, ndo jambo kubwa sasa hivi ilipo Tuna ratiba ya kuzunguka maeneo manne hapa Tanzania kwa ajili ya kusachi vipaji vya watoto e, maeneo yenyewe tutaanza kwenye kituo chetu pale kwa ile kanda ya Lake Zone na tutaenda Arusha kwa ile kanda ya kaskazini tutakuja Dar es Salaam kwa hii kanda ya Coast na tutaenda Mbeya kwa kanda ya, ya kusini kule okay. e. Na Lake Zone mtaanza tarehe ngapi ah, Lake Zone tutaanza tarehe ishirini na tano mpaka ishirini na saba, kaskazini. Julai, hiyo kaskazini, ambao ni Arusha, tutaanza tarehe moja mpaka tarehe tatu Agosti. Eh, hiyo Agosti, okay. Pwani uh, pwani ambayo ni Dar es Salaam, tuta <coughs> Dar es Salaam tuta tutaanza tarehe nane mpaka tarehe kumi eh, kusini magharibi, kusini magharibi tutaanza tarehe kumi mm, na tano mpaka tarehe kumi na saba. Ambao ni nani msimamizi mkuu wa hizi talent search yeah? Msimamizi mkuu ni sisi pale kituo. Aa, na kuna mtu ame ame ame bosi ame, wangu ameinvesti ame, ame, ame pale kwa ajili ya kusaidia watoto afanye labda kwa ajili ya watoto waende pale labda walipie ndo wafanye michezo ya anaangalia mtoto mwenye kipaji. Nazungumzia kwenye technique kwamba kuna kocha, eh, wa kusimamia hii kuangalia vipaji eh, kuna kocha ambaye ni professional coach wa netball atakuja hmm, kutoka Uingereza ambao coach ni kocha wa netball Uingereza na timu kabisa netball, na wakaui, ya netball Uingereza, nafikiri mwaka huu ile timu yake ilikuwa kama nafasi ya pili ya kwenye netball pale Uingereza. sawa sawa, Dkt yeah, Devota, eh, mnaupokeaje mna ugeni huu wa hii taasisi yeah, ya mi, netball? Asante, mimi nimeupokea kwa mikono miwili, na ndio maana tuko hapa ili tuweze kutoa hamasa kwa wanajamii wa Tanzania kwamba kituo hiki kinalenga kusaidia mchezo wa netiboli kwa mabinti na ndio maana sasa hivi hiyo sachi inayokuja ni ya kutafuta vijana kutoka kanda tofauti, ili wasiwe wa sehemu moja. Wale wenye vipaji wataenda kule kituoni, watakuwa wanasomeshwa wanafundishwa na kochi ambaye ni mzoefu, ni mchezaji kwanza na ni kochi wa timu ya taifa, timu ya klabu moja pale Uingereza, na tuna makochi wetu wazawa wako kule ambao kwa sasa hivi wanatumikia kituo na kwa mdhamini au mfadhili huyu ambaye anaendesha kile kituo, amejenga miundombinu mizuri tu, viwanja tayari na bweni la kukaa tayari. Na hatua alionayo ni kwamba sasa hivi akisha wapata anawatafutia na shule, ili wakienda wale walioko mashuleni waendelee kusoma na masomo yao. Kwa hiyo ndio maana kwamba hii ratiba iko pale stratejikali kwamba kuanzia Julai mpaka Agasti zoezi la kuwapata ijulikane ni wangapi na wanatakiwa wana kama sitini, alafu wanasoma darasa gani, ili aandae mazingira kwamba wanaenda kusoma. Maana yake anataka ambao watakuwa labda ni form 1 na form 2, ambapo atatengeneza mazingira ya kuwa, kutowakatisha au kutobadilishia mazingira hayo ya level aliyopo, waendelee kusoma na wale ambao watakuwa hawajaweza kubahatika kuingia shuleni atatafuta namna ya kuwasaidia, lakini ni kwamba ni msaada mkubwa kwa mchezo wa netiboli kwa, na hiyo tunatakiwa tutumie fursa kikamilifu, na taratibu zote za kuendesha kituo zimekamilishwa, zimesajiliwa pamoja na mdhamini, na ametengeneza mazingira mazuri sana. Kwa hiyo naamini kwamba, Watanzania, turuhusu vijana wetu watumie fursa hii. Najua ukipata kupitia netiboli bado utasoma, alafu unapokuwa unasoma hiyo ni exchange, kwa sababu yule mdhamini mwenyewe ni Mwingereza. Kocha anatoka Uingereza, utakuta kwamba atacheza ligi ya huku anaenda anacheza na ya kule. Kwa hiyo vijana wetu tuwaibue, tutumie nafasi ili tuwe na timu nzuri hapo baadaye, kwa sababu ni wadogo wanaowachukua sasa hivi, hachukui seniors, ni wale vijana wa kuanzia miaka kumi na tatu mpaka kumi na saba. Kwa hiyo tutaangalia kwamba ule umri ni wa vijana ambao watatengeneza timu yetu ya taifa ya vijana, na wakati huo tutakuwa tunaandaa kuingia katika senior teams au clubs ambazo zitakuwepo kuweza kuwachukua. Sawa, Dokta Devota Marwa eh, la kuongezea kabla tujagana hapa studio. Uh, la kuongezea, nasisitiza wazazi, wadau, uh, kuiangalia hii fursa kwa kwa jicho lingine, kwa sababu hii ni platform kubwa, kwa sababu netball kwa Tanzania ilikuwa kidogo iko chini, so imekuja hii fursa, tusiiregezee tusi, tusi, tusi, tusi, tusi, tusi, tusi, tusi, hii fursa Waruhusu watoto waje kwenye hizo trial, sawa. ah, eh. Sawa basi, ni washukuru sana kwa ujio wenu hapa studio na niwatakie mafanikio katika projekti yenu hiyo Dr. Devota na Bwana Agostine Yuda <muchos>